Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amesema serikali inaweza kulazimika kutafuta vyanzo mbadala vya kufadhili elimu ya wanafunzi katika shule za upili ikiwa deni la shilingi bilioni 22.5 la mwaka jana litalipwa na pesa zilizotolewa mwaka huu. Mbunge huyo anasema kwamba mara tu deni hilo litakapolipwa kutoka kwa pesa za sasa za shilingi bilioni 26 zilizotolewa mwaka huu, zitasalia shilingi bilioni 3.5 pekee za kugawanywa miongoni mwa wanafunzi. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anasema serikali italazimika kumnyang'anya Pita ili kumlipa Paul ikiwa inataka kufanikisha mpito wa wanafunzi kujiunga na shule za upili na kuhakikisha kuwa wanasalia katika hizo shule za upili. The the the person who ends up so is up shouldering this cost is the parent. Because what the principals do Come up with. Nyoro anasema kwamba wanafunzi wa shule za upili wamehakikishiwa shilingi 109 kwa kila mwanafunzi kwa muhula wa kwanza, ikiwa deni la shilingi 22.5 la mwaka jana litalipwa kutoka kwa pesa zilizotolewa mwaka huu asking.

Waalimu wakuu wanasema kwamba ada ya masomo ilipunguzwa hadi shilingi 15384 licha ya wizara kudhibitisha kwamba kila mwanafunzi atapewa shilingi 22244 katika kalenda mwaka huu ya masomo. Serikali nayo imesha kuja na ikasema capitation ni 22244, lakini ile pesa walituma katika mashule zetu last year ni shilingi elfu kumi na tano na mia kidogo hapo juu. So kulingana na hiyo, inaonyesha ya kwamba principles walifanya bajeti na boms na wakabaki na deni ya 6870 palana or thereabout, and by the time we are going to the midterm, we expect the government to have sent the real money for this term, failure to which we are going to mobilize all the Kenyan parents to demand what is their right. Wakati huo huo kiongozi wa wachache katika bunge la seneti Stewart Mazayo ametoa wito wa kufanywa kwa mazungumzo ya ndani katika chama cha ODM ili kushughulikia mizozo inayotishia kuvuruga chama hicho. Uh, kifo cha baba Raila Molo Odinga kimefanya sisi kama wale vifaranga ma ndege tunaruka pande mbalimbali mbali, ambapo uh, kwa wale wafuasi wetu wa chama cha ODM. Uh, haya anajiri huku viongozi kutoka kaskazini mwa Kenya wakiongozwa na mbunge wa Dadaab Farah Maalim wakimkosoa wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa kueneza chuki ya kikabila dhidi ya jamii ya Wasomali nchini